Ni miongoni mwa sauti za wananchi wa Tanzania ambazo zimeweza kusikika hadharani zikihoji, yuko wapi Dionis Kipanya? Naam, Dionis Kipanya ni nani? Alikuwa katibu mwenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, wilaya ya Sumbwanga, Tanzania. Mbali na nafasi yake ya kisiasa Alikuwa mstari wa mbele katika harakati za kutetea haki za binadamu, uwajibikaji wa serikali na kampeni za kutafuta watu waliopotea au kutekwa nchini Tanzania. Mnamo tarehe 26 Julai mwaka 2024, Kipanya aliondoka nyumbani kwake baada ya kupokea simu kutoka kwa mtu aliyedai kuwa na miadi naye. Taarifa kutoka kwa familia zinaeleza kuwa aliaga kwa haraka na hajarejea tena mpaka sasa na hata simu zake hazipatikani. Naam, siku chache kabla ya Kipanya kutoweka, familia yake inadai kuwa watu waliodai kuwa kutoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa walifika nyumbani kwa Kipanya wakimtafuta. Watu hao wanasemekana hawakuwa na hati ya kumkamata wala hawakuonyesha vitambulisho rasmi, hivyo wakalazimika kuondoka bila kutoa maelezo ya kina. Kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa, Shadrack Masija alikanusha madai ya utekaji wa Kipanya. Kulingana naye, Kipanya aliondoka kwa hiari baada ya kupigiwa simu, na kama ilivyo desturi akatoa hakikisho kwamba uchunguzi unafanyika. Lakini ni miezi takriban 16 sasa, bado taarifa kuhusu aliko Kipanya haijulikani. Kutoweka kwa Kipanya kumezidi kuibua maswali kinzani kwa familia na wanaharakati. Moja, ikiwa polisi wanadai Kipanya aliondoka kwa hiari, je, aliadaiwa au alilazimishwa kuondoka? Pili, Watu waliodai kuwa kutoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa walifika nyumbani kwake wakimtafuta. Je, walikuwa maafisa halali wa serikali au walijifanya kuwa hivyo kwa nia ya kumteka? Na ikiwa walikuwa maafisa halali wa polisi, kwa nini hawakuwa na hati ya kumkamata au vitambulisho rasmi? Je, walikuwa wakitekeleza agizo lisilo rasmi? Tatu, Kipanya alikuwa mstari wa mbele katika kampeni za kutafuta watu waliotekwa nchini Tanzania. Je, ushirika wake katika harakati hizi ulimfanya kuwa mlengo wa mashinikizo au vitisho? Nne, baada ya Kipanya kusemekana kuondoka, simu zake hazikupatikana tena. Je, zilizimwa kwa makusudi ili kuficha alipo au kuna mtu aliyethibiti mawasiliano yake? Swali la tano na la mwisho, tangu kusajiliwa rasmi kwa kesi ya kupotea kwa Kipanya hakuna taarifa kamili kuhusu alipo. Je, kuna uzembe kuficha ukweli au mgongano wa maslahi katika uchunguzi? Maswali haya yanahitaji majibu ya kina na ya wazi kutoka kwa vyombo vya usalama na serikali. Bila majibu, simulizi ya Kipanya itaendelea kuwa kivuli cha hofu na sintofahamu katika historia ya harakati za kisiasa nchini Tanzania.